Tuelekee kaunti nambari tano 5 ambapo wakazi wa kisiwa cha Pate eneo Bunge la Lamu mashariki hulazimika kusafiri kwa zaidi ya saa sita kwa boti ili kusaka huduma za vitambulisho miongoni mwa huduma nyingine za serikali. Hii ni kutokana na kukosekana kwa huduma hizo katika sehemu hiyo. Pate ni eneo lina ugumu wa usafiri na hasa bahari inapochafuka, safari ni za saa nyingi, mbali na gharama kubwa za usafiri. Hali hii imechangia afisi nyingi za serikali kuu kukosekana hapa. Jamii zinapotaka kitambulisho, wamka saa tisa usiku kuabiri boti ili kuelekea kisiwa cha Amu kufikia afisi za vitambulisho. Kuja kuangalia eneo la Lamu East ni eneo ambao limekumbwa na changamoto si haba, sababu ya usafiri kuangalia usafiri wa mara wa upande huu ni kwamba ni ghali mno sababu ya kwamba watu wanabidi watumie boti na kuja kuangalia kutoka hapa kwenda Lamu. Boti ni moja peke yake ambayo inatoka saa tisa usiku inafika Lamu saa mbili na nusu mpaka saa tatu na baada ukikosa boti kama hiyo, basi ni kwamba mpaka ungoje siku ya pili ndio uweze kuondoka na boti ingine. Shirika moja la kijamii la Faza Youth Action limezindua jengo ambalo wakazi Pate wanapohitaji huduma za serikali watafikisha matakwa na changamoto zao hapo ziweze kusikilizwa na kuwasilishwa mbele kwa wahusika, badala ya wakazi kusafiri Amu. Haya ndio mambo ambayo mimi nilikuwa nikiyapenda, na hivi sasa nimefurahishwa sana na ndugu zetu hawa. Hivi sasa nataka niwahidi ndugu zangu hawa, baada ya wiki moja ama wiki mbili, kuna jobs opportunities litawaletea hapo ofisini, muchukue vijana waende Arabuni. Mpaka sasa sisi kwa ile level ya education yetu ni ngumu sana watu wakwetu kufahamu haki zao kwa hivyo kufunguliwa kwa ofisi kama hii hapa, tutakuwa tumepata watu ambao wana uzoefu wa masuala ya kutetea haki za kibinadamu na kuomba yale maendeleo ambayo yanastahili. Wakazi wanapotafuta haki kisiwa cha Pate, mahabusu, maafisa wa polisi, walalamishi sawia na abiria uabiri boti moja ili kufika mahakama ya Lamu kisiwa cha Amu. Kupitia jengo hile kwa sasa kesi zitasikilizwa kupitia mtandaoni Kadhi's Court, imefaidika sana na Faza Youth, na sasa ofisi ambayo itafunguliwa hapa itatusailishia kazi zetu, na hii ni ishara kwamba watoto wetu wanaweza kupanga jambo na wakalifanikisha, na muda umefika ni ofisi inayolenga kuunganisha jamii zote za Lamu Mashariki na kupunguza uhasama baina ya vijiji ambao umekuwepo kwa miaka mingi. Kitu nataka kuambia sisi kama Wabajuni, silaha yetu ni umoja. Hakuna silaha iliyobakia isipokuwa ni ya umoja. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.